Karibu Sumbawanga, mahali ambapo hadithi za kushangaza imetokea. Tufuatane hadi kijiji cha Nkata ambako ndoto, mapenzi na hatima hukutana. Usikose hadithi hii ya kishujaa ya ujasiri, uvumilivu na mapenzi. Kabla hatujaanza, naambie unasikiliza simulizi hii ukiwa mkoa gani? Jua lilichomoza juu ya kijiji kidogo cha Nkata, likitupa mwanga wa dhahabu juu ya paa za nyumba za udongo na mashamba ya kijani kibichi yaliyoizunguka. Hewa ilikuwa na msisimko. Leo mwana wa mfalme Elia, mrithi wa kiti cha kifalme, alikuja kutembelea. Alikuwa safarini kutafuta malkia wake wa baadaye na kila msichana wa kuolewa kijijini alikuwa amejiandaa kwa wiki kadhaa. Vitenge vya rangi vilikuwa vimepigwa pasi kwa umakini, shanga zilisafishwa hadi kung'aa na nywele zilisukwa kwa mitindo ya kuvutia. Lakini si kila mtu kijijini alikuwa akijiandaa kukutana na mfalme. Kwenye kona ya kimya ya kijiji, Amina alikuwa ameketi akisaga mtama kwa ajili ya mama yake wa kambo, Bi Ngoya. Amina alikuwa akichukuliwa kama mzigo badala ya baraka. Dada zake wa kambo walikuwa wanacheka na kujiremba, lakini kwa Amina, Bi Ngoya alikuwa na mpango tofauti. Alimwona kama mtumishi wa kazi zote. Amina! Sauti kali ya Bi Ngoya ilivuma ndani ya nyumba. Kwa nini umeketi hapo? Chukua mtungi wa maji, nenda mtoni, nahitaji maji safi ya kupikia. Moyo wa Amina ulishuka, alijua kilichomaanishwa. Mto ulikuwa mbali na kazi hiyo ingemweka mbali kwa masaa. Mama, lakini he, Amina alianza kwa sauti ya kutetemeka, mfalme anakuja leo. He, siwezi. Usithubutu kunijibu! B Ngoya alikata Unadhani mtu kama wewe anastahili kumwona mfalme? Jitazame. Hakuna damu ya kifalme itakayomwangalia msichana kama wewe. Amina alimeza maneno yake, akafunga kitambaa kichwani, akabeba mtungi mzito na kuanza safari ya kwenda mtoni. Alipokuwa akitembea kwenye njia ya vumbi, alisikia vicheko vya wasichana wengine waliokuwa wakielekea uwanjani. Moyo wake ulimuuma kwa hamu, lakini alifuta mawazo hayo. Maisha hayajawahi kuwa ya haki kwake na alijifunza kutotegemea mengi. Kwenye uwanja wa kijiji, mfalme Elia alifika kwa maandamano makubwa. Mapiga ya ngoma yalijaa angani, watu wakacheza kwa furaha wakiwa wamevalia mavazi ya rangi. Mfalme akiwa amevalia mavazi ya kifalme ya dhahabu na kijani kibichi, alishuka farasi wake kwa utulivu. Sura yake iliyonyoka na haiba yake ya kujiamini ilifanya wasichana wengi kupiga mioyo kwa kasi. Lakini licha ya shangwe hiyo uso wake haukuonyesha hisia. Hakuwa pale kwa sifa, alikuwa anatafuta ukweli, kitu halisi na adimu. Wakati huo huo, mtoni, Amina alikuwa akipiga magoti akijaza maji kwenye mtungi. Upepo mwanana na sauti tulivu ya mto vilimpa amani isiyo ya kawaida. Hakuweza kusikia hatua zikimkaribia hadi sauti ya kiume ya upole iliposema, shikamo dada. Amina alishtuka na kuinua macho. Mbele yake alisimama Mfalme Eliya mwenyewe. Alimtambua mara moja kupitia hadithi alizozisikia. Mheshimiwa wangu, alijikuta akisema, huku akiinamisha kichwa. Samahani siku. Hakuna haja ya kuomba msamaha, Eliya alisema kwa upole, huku tabasamu dogo likitanda mdomoni mwake. Nilikuona njiani na nikaamua kukuamkia. Kwa nini uko hapa peke yako? Amina alisita asemekane. Ukweli kwamba mama yake wa kambo alimpeleka huko ili asikutane na mfalme. Nimekuja kuchota maji, alisema hatimaye, ni wajibu wangu. Mfalme alimtazama kimya kimya. Kulikuwa na kitu ndani yake, ukweli, unyenyekevu, ambacho hakukiona kwa wasichana wengine waliomvaa katika vijiji vingine. Jina lako nani? aliuliza. Amina alijibu kwa sauti ya chini, Amina. Elia alirudia jina hilo kwa utaratibu, kana kwamba alikuwa analionja. Linakufaa. Kabla hawajamaliza, kelele kutoka uwanjani zilisikika. Mfalme aligeuka kuangalia, lakini hakuwa na haraka ya kuondoka. Je, utakuwa uwanjani baadaye? aliuliza akimkodolea macho. Sidhani kama nitakuwepo, mheshimiwa, Amina alijibu kwa aibu. Kijiji kilizungumzia ujio wa mfalme Elia hata baada ya kuondoka. Wanawake walipiga soga sokoni, vijana walijadili tabia yake na wasichana waliokusanyika kumwona walielezea kila tukio kwa mbwembwe, lakini hakuna aliyejua kuhusu tukio la mtoni. Katika kiwanja cha familia ya Amina, bi ngoya na mabinti zake bola na chika walijawa na furaha alinitazama niliposhuka farasini bola alijigamba ulikuwa mbali sana hangekuona chika alijibu kwa kejeli amina alisikiliza kimya akiwa pembeni akisaga pilipili alijaribu kusahau tukio hilo lakini macho ya mfalme tabasamu lake na jinsi alivyosema jina lake vilimkaa akilini sauti kali ya bi Ngoye ilimrudisha katika hali halisi. Amina, acha kuwaza, tupo na maandalizi ya kesho, mfalme anaweza kurudi. Ndiyo mama, Amina alijibu kwa unyonge. Wakati huo Mfalme Elia alikuwa kasri la kifalme akiwa na washauri wake, lakini akili yake haikuwa nao, alikuwa akiwaza kuhusu msichana wa mtoni. Umefanya uamuzi kuhusu wanawake uliokutana nao leo? Mshauri mkuu aliuliza. Hapana, Elia alijibu, nahitaji muda zaidi. Asante mfalme wangu, tutaendelea kutembelea vijiji vingine kama ilivyopangwa. Lakini Elia alikuwa na mpango, alitaka kurudi Nkata kabla ya kuondoka tena, alitaka kumwona Amina. Kesho yake Amina alikuwa sokoni akisaidia kuuza mboga Alijitahidi kufanya kazi yake, lakini maneno ya watu na macho yaliyomfuatilia vilimkosesha amani. Ulisikia mfalme alionekana karibu na mto jana? Alikuwa anaongea na nani? Huenda alikuwa na mtumishi tu. Uso wa amina uliwaka kwa aibu, alitamani asiwe anahusishwa, lakini moyoni mwake kulikuwa na chembe ya matumaini. Jua lilipotua, amina alirejea nyumbani na bi Ngoya na dada zake wa kambo wakiwa na mboga ambazo hazikuuzwa. Walipokaribia kiwanjani walikuta msongamano. Kuna nini hapa? Bi Ngoya aliuliza kwa hasira. Mbele yao, katikati ya umati, alisimama Mfalme Elia. Aligeuka na kusema kwa sauti ya mamlaka, nimekuja kuzungumza na Amina. Watu walipumua kwa mshangao. Uso wa Bi Ngoya ulikunjamana kwa hasira. Bola na Chika walitazamana kwa mshangao. Amina? Bi Ngoya alirudia kwa mshangao. unaweza kuzungumza na mabinti zangu wengine. Samahani Bi Ngoya, Elia alisema kwa msimamo, nataka kuzungumza na Amina. Bi Ngoya alimkazia macho Amina kwa hasira. nenda ndani sasa hivi lakini kabla hajafanya hivyo, mfalme alisema tena kwa upole, "Amina, utakuja kuzungumza nami." Umati ulikaa kimya. Amina alimtazama mama yake wa kambo, kisha akamtazama mfalme. Alijua atapata shida, lakini macho ya Elia yalimsukuma kupata ujasiri. "Ndiyo, mheshimiwa," alisema kwa sauti ya chini na kusogea mbele. Umati ulijitenga kumpisha. Wakiwa pembeni, Elia alisema, samahani kwa fujo hii, sikukusudia kukusababishia matatizo. Si kosa lako mheshimiwa, nimeshtuka tu. Ningependa kukuuliza, Elia aliendelea, utahudhuria mkutano wa kifalme kesho? Ningependa kukufahamu zaidi. Mimi lakini mimi ni mtumishi tu, sifai kama wale wengine ndiyo sababu na kuuliza wewe, Elia alisema kwa msisitizo. Amina hakuweza kuzungumza, hofu na mashaka vilimjaa, lakini ndani yake palianza kuwaka mwanga wa matumaini. Endapo mama yangu atakubali, nitakuja, alisema hatimaye. Nitahakikisha anakubali. Mpaka kesho. Amina alipokwenda zake, watu walianza kunong'ona. Amina aligeuka na kumkuta Bi Ngoya akiwa na hasira kali. Umeniaibisha, Bi Ngoya alimnong'oneza kwa hasira. Tutazungumza baadaye. Amina aliteremsha kichwa na kurudi jikoni, lakini kwa mara ya kwanza moyo wake ulikuwa mwepesi. Aliruhusu nafsi yake kuota ndoto ya maisha nje ya kivuli cha mama wa kambo. Kesho yake kijiji cha Nkata kilikuwa na msisimko mkubwa kuliko kawaida. Tangazo lilikuwa limetolewa kwamba kutakuwa na sherehe maalum ya kifalme pale kasri la mfalme mdogo ambapo baadhi ya wasichana walioteuliwa wangewasilishwa mbele ya mwana wa mfalme Elia kwa hafla ya heshima. Kila mtu alizungumza kuhusu tukio hilo. Duka kwa duka, soko kwa soko, walizungumzia namna ya mavazi, nani atakuwepo na zaidi ya yote, walizungumza juu ya Amina. Wamempoteza akili kabisa, mmoja alisema, msichana wa kazi kama yeye kuhudhuria sherehe ya kifalme? Lakini wengine walikuwa na mtazamo tofauti: mfalme si mjinga, kama alimchagua basi, kuna kitu cha kipekee ndani yake. Wakati huo, Amina alikuwa kimya ndani ya chumba kidogo cha nyuma cha nyumba yao. Alikuwa bado hajui la kufanya alikuwa hajavaa chochote cha kifahari wala hakuwa na chochote cha kushangaza. Aliendelea kushughulika na kazi alizopewa nabii Ngoya: kusafisha nyumba, kupika, kufua. Ilikuwa kana kwamba tukio la jana halikutokea kabisa. Lakini kabla hajamaliza kazi yake ya mwisho, mlango wa mbele uligongwa kwa nguvu. Aliposogea kuangalia alikuta walinzi wawili wa kifalme wamesimama mlangoni wakiwa wamevalia mavazi rasmi yenye nembo ya kifalme. tumetumwa na mfalme Elia, mmoja alisema kwa sauti ya heshima, tumeagizwa kumpeleka Amina kasri la kifalme b Ngoja alifoka, hapana, siwezi kumwachia, kazi bado hazijaisha. Lakini mlinzi mwingine alijibu kwa sauti ya uthabiti, mfalme mwenyewe ametoa amri hatuna nafasi ya kujadiliana. Watu walikusanyika tena mlangoni mwao. Amina alikuwa bado amevaa kitenge chake cha kawaida na suruali ya ndani ya kazi, lakini walinzi walimsindikiza kwa heshima kana kwamba alikuwa malkia. Bi Ngoya, Bola na Chika walibaki wakiwa wamesimama vinywa wazi, wakiwa hawajui cha kusema. Kasri la kifalme lilikuwa limepambwa kwa sherehe mapambo ya maua, vitambaa vya dhahabu na na taa za kipekee vilifanya kila kona ya jumba kuwa na haiba ya kifalme. Malkia mstaafu, mama wa Elia, aliketi kando ya mfalme mkuu, akiwa na tabasamu la utulivu usoni mwake. Mara Amina alipoingia, ukumbi mzima ulikaa kimya. Watu walimkodolea macho, msichana wa kawaida, bila vipodozi wala shanga za thamani, lakini mwenye mwonekano wa heshima, usafi na haiba ya kweli alitembea kwa unyenyekevu lakini bila woga. Mfalme Elia alisimama na kumkaribisha mbele. Karibu Amina, alisema kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka, nimekuita hapa si kwa sababu ya mavazi yako wala jina lako, bali kwa sababu ya moyo wako. Amina alitetemeka kwa aibu, lakini macho yake yalikuwa yamejaa mwanga wa imani mpya. Elia aliendelea, nimezunguka vijiji vingi nimeona sura nyingi nzuri, mavazi ya kifahari, tabasamu za kujifanya, lakini wewe uliongea nami mtoni bila kujua mimi ni nani. Ulionyesha wema bila kujua kuna malipo. Hilo halijawahi kunitokea. Kasri zima lilijaa mshangao. Malkia alitabasamu kwa upole akimwangalia Amina kwa macho ya mama anayemkubali binti wa kweli. Elia aligeuka kwa umma na kusema, leo natangaza mbele ya wote, Amina ndiye nitakayemchumbia, na ninataka kila mtu ajue, si lazima uwe wa kifalme ili upendwe na kifalme. Tabia njema, heshima na roho safi ndivyo vinavyofanya mtu kuwa wa thamani. Umati ulilipuka kwa vigelegele na makofi, watu walipaza sauti kwa furaha. Wale waliomdharau Amina jana, leo walipiga magoti mbele yake kwa heshima. B Ngoya, Bola na Chika walikaa kimya, macho yao yakiwa yamejaa majuto. Amina alichukua mkono wa Elia kwa heshima, machozi yakimtoka. Hakuweza kuamini kwamba ndoto alizojizuia kuota kwa miaka mingi leo zilikuwa zinatimia mbele ya macho yake. Na hivyo hadithi ya msichana wa kawaida kutoka Nkata ikawa fundisho kwa wengi kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa mavazi au nasaba, bali kwa moyo wake, tabia yake na ukweli wake. Nimeshakuwekea simulizi nyingine nzuri sana. Bonyeza hapa ili kuiangalia. Mimi naitwa Maria Asante.